Hii si tabia ya Watanzania. Wakati ule nafanya yote, nilijua naongea na Watanzania waliotimia wenye akili timamu. Nikajua watarudi tukae tuzungumze, tuende na niliwapa fursa zote. Nyinyi ndio mashahidi, niliwafungulia. Walitaka kufanya maandamano, wakafanya maandamano, tukawasindikiza mpaka walipofika wakasema yao, wakatawanyika. Yale ndo maandamano ambayo yameruhusiwa kikatiba, na ukiomba polisi atakwambia nenda kaandamane, tuambie ni ruti, tuwalinde mpaka mfike, mseme yenu. Yale ndo maandamano. Haya yaliyofanyika si maandamano, ni hawa hawa niliowapa fursa ya kufanya shughuli zao za kisiasa. Sasa siasa si kutukanana, siasa si kubezana, si kuharibu nchi. Hiyo sio siasa. Wazee wetu wa zamani, ukiwa na harakati hizo, wanasema huyu hajui siasa, huyu hafanyi mambo yake kwa siasa. Ina maana siasa maana yake ni usalama, siasa maana yake ni uungwana. Hiyo ndiyo maana ya siasa. Sasa kama mtu unampa ruhusa afanye siasa za kisiasa anakwenda kufanya siasa anazozijua yeye za kuvuruga nchi. Hiyo sio siasa, hiyo sio siasa. Kwa hiyo, ndugu zangu, niseme kwamba madai yoyote waliokuwa nayo chama hiki cha siasa au vyama hivi vya siasa hawakupaswa kutumia njia ile kudai kwamba sasa tukae na kwa masharti tuzungumze ili na wenyewe warudi kwenye terms. Hapana, haikuwa hivyo lakini. Kundi la pili tuangalie, vijana. Vijana wetu hawa wameingizwa njiani, wakaimbishwa wimbo wasioujua. Wanadai haki. Haki gani? Hebu avutwe tu kijana pembeni, wewe uliingia unadai haki, hivi ni haki gani? Na hiyo haki hawakuweza kuidai kwa njia nyingine, mpaka waingie njiani wakafanye vurugu, walipwe, wakachome vituo walipwe, wakafanye vurugu walizozifanya, hiyo ni haki gani? Lakini jengine, wanalobebeshwa, wameingia njiani eti kwa ugumu wa maisha. Astaghfirullah, turudi kwa Mungu, tustaghfiru. Ningekuwa na uwezo, ningebeba vijana wa Tanzania nikawatupa kwenye nchi tofauti tu hapa Afrika pamoja na majirani zetu, wakaone ugumu wa maisha uliokuwepo, alafu waseme kwamba kwao Tanzania ni pahala pema, hawana sababu, hawana ugumu wa maisha. Kwa raha zako kabisa, mwenye ugumu wa maisha kweli? Kwa raha zake kabisa ataingia njiani akaimbe oyoyoyo, huo ugumu wa maisha? mwenye ugumu wa maisha na struggle anahangaika kutafuta chakula chake cha leo. Na wengi walikuwa kwenye kazi zao, wale wana ugumu wa maisha ha, wengine hawakuwa na ugumu wa maisha, walikuwa wana sababu zao nyingine. Kwa wale watafiti, kwa wale watafiti wafanye utafiti ndani ya Afrika Mashariki na nje, labda kusini mwa Afrika waangalie nafasi ya Tanzania kwenye ugumu wa maisha, wende wakaangalie. Kwa vijana wetu wasimezeshwe tu na wenyewe wakameza, hapana. Lakini kwa nini yote yanatokea haya? Tumejifunza kwamba vijana wetu tumewaacha, wanakuwa wenyewe, wanakuwa hawana mwelekeo, wanakuwa hawana watu wa kuwaongoza vizuri, na kwa maana hiyo hawana elimu ya uzalendo. Hayo ndio tuliojifunza. Vijana wazalendo hata kutoka vyama vya upinzani hawakukubaliana na hali ile, walikuja kutwambia jamani, kaeni vizuri, kuna hili linapangwa huku. Wale ni vijana wazalendo kutoka vyama vya upinzani, lakini vijana wetu wengi wa Tanzania hawana uzalendo. Na hilo serikali tumejifunza na tutakwenda kulifanyia kazi, na ndio maana nikasema niunde wizara nzima ya vijana ili kushughulikia vijana kwa upeo mpana, badala ya kuwa na kitengo ndani ya wizara kubwa. Kwa hiyo kwa upande wa vijana wetu hawakuwa na sababu yoyote ya kuingia njiani, ila kutumwa na kuimbishwa mambo yasiyowahusu.